Shalom na kusalimu katika jina la Yesu. Ni ndugu yako Samuel Matole. Samuel Matole ni mwalimu mwinjilisti, uh, mwalimishaji katika masuala mbalimbali ya kijamii. Bwana amenipaka mafuta kufundisha, eh, ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania. Karibu sana katika darasa letu nzuri ambalo tunakwenda kujifunza. Ninaamini kabisa mafundisho haya utakapoyapata yatakusaidia. Leo nimekuja na mada nzuri sana na mada hiyo yenyewe inazungumza ni lini uingie kwenye mahusiano ya uchumba kuelekea ndoa. Unajua. Eh, swali hili limekuwa likiulizwa sana na watu, na watu wengi vijana wengi wanapenda sana kuuliza swala la namna hii, hata ukiwa kwenye semina ukiwa kwenye mafundisho mbalimbali mbali. Vijana wanapenda sana kuuliza mtumishi, lini naweza kuingia kwenye mahusiano ya uchumba kuelekea ndoa? Karibu sana katika darasa letu nzuri, naamini utajifunza. Sasa eh, swali hili limekuwa na mitazamo tofauti tofauti, na linaweza kujibiwa na walimu tofauti tofauti, kati ya mwalimu mmoja na mtu mwingine, naamini ukinifuatilia pia utapata kitu cha kukusaidia sasa E, swali hili linaweza kutofautiana kati ya kwa namna moja ama nyingine kwa maana ya context. Tunatumia context ipi kujibu swali hili leo? Mimi nitatumia context ya Biblia eh, mazingira ya Biblia neno la Mungu linazungumza nini? Kuna vitu gani vya msingi ambavyo vinaweza kujulisha kwamba huu ni wakati sahihi sasa wa wewe kuingia kwenye mahusiano aidha, katika tamaduni au nchi yetu ya Tanzania. Eh, watu wengi wanasema Tanzania tunahesabu kijana ni ule aliyefikisha umri wa miaka 18. Unapofikisha umri wa miaka 18, wanaanza kuhesabu wewe ni mtu mzima. Kwa hiyo pengine watu wengi wanafikiri ukishakuwa na miaka 18 unaweza kuanza safari ya mahusiano kuelekea eh, katika ndoa. Lakini hata hivyo, kwangu mimi naweza kusema hii haitoshi, tu miaka 18 haitoshi peke yake. Sasa nikuelekeze katika muktadha wa Biblia. Biblia inazungumza nini? Aa, Ukweli ni kwamba Biblia na yenyewe pia haina miaka maalum, haijasema ukifikisha miaka fulani ingia kwenye mahusiano, kwa sababu miaka sio tatizo, miaka sio kigezo pekee, isipokuwa sasa Biblia imekuwa ikihesabu mtu mzima kwa mujibu wa Biblia e, ni yule anayeanzia miaka ishirini. Ukiangalia kitabu kile cha Hesabu sura ya kwanza, wakati Mungu anamwambia Musa kuchukua hesabu ya wana wa Israeli, nasema alianza kuhesabiwa mtu mmoja kwa kichwa. Mume mwanaume mmoja kwa kichwa aliyekuwa na umri wa miaka ishirini. Kwa hiyo ukifikisha uh, miaka ishirini kibiblia unaanza kuelekea katika steji ya utu uzima, lakini miaka ishirini, miaka ishirini na tano, miaka thelathini bado sio kigezo cha mtu kuingia katika mahusiano kuelekea katika ndoa. Sasa biblia ina viashiria fulani hivi, viashiria ukiviona basi vinaanza vina kudokeza kwamba sasa unaweza ukaingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo kwangu mimi miaka sio shida sana, lakini hivi viashiria ambavyo nakwenda kuvieleza ni vya muhimu sana. Tafadhali nifuatilie na ukivielewa, basi utakuwa umejibiwa maswali yako. Kiashiria namba moja, kiashiria namba moja: uingie kwenye mahusiano lini? Utakapoona umeajua maono yako au umejua kusudi la kuumbwa kwako utakapoona umeyajua maono yako au umejua kusudi la kuumbwa kwako. Hichi ni kiashiria namba moja, kinapaswa kukujulisha kwamba unapaswa kuingia kwenye mahusiano. Maono ni nini? Maono ni picha inayozungumza wewe utakuwa nani miaka kumi, miaka ishirini, miaka thelathini ijayo. E, ni picha inayozungumza kwamba wewe utakuwa mtu fulani, au umeletwa duniani kwa ajili ya kuishi jambo fulani au kuishi kitu fulani. Sasa e, kusudi ni nini? Kusudi pia ni sababu iliyomsukuma Mungu kukuleta duniani. Kwa kila mtu duniani, e, kuna picha. Kila mtu aliyekuja duniani, kuna sababu ya Mungu kumle, kukuleta wewe duniani. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kuelekea kwenye mahusiano kwenda kwenye ndoa inaanza na wewe kujua maono yako, kujua kile kilichokuleta duniani. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, alipomuumba Adamu akamchukua akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. E, bustani ya Edeni ailime na kuitunza bustani. Kwa hiyo kabla ya ya Adamu kuletewa mwanamke, aliletewa alipewa jukumu la kufanya. Sasa alipolima ile bustani, baadaye Mungu akazungumza naye, akampa maelekezo fulani. Alipomaliza sasa akamu, Mungu anazungumza katika mstari wa kumi na nane Mwanzo sura ya pili mstari wa kumi na nane, anasema: Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi so na unakuja kuelewa mwanamke ni msaidizi. Kama ni msaidizi, maanake kuna jambo ambalo tayari lipo limewekwa. Kwa hiyo anapokuja kwenye maisha yako wewe, yeye anakuja kukusaidia. Sasa ukiingia kwenye mahusiano na haujui ulichokibeba, haujui maono yako, haujui kusudi lako, maana yake nini? Unaenda kumtesa mwanamke. Mtu mmoja aliwahi kusema kwa nini wanawake wengi sana unawakuta makanisani na kwenye maeneo fulani ambayo yanahusisha sana shughuli? Yeye akajibu akasema, e, wanawake wengi wako makanisani kwa sababu inaonekana kanisani kuna vitu vingi vya kufanya, kuna kazi za kufanya. Wameolewa na walipoolewa wako kwa wanaume ambao hawa hawaoni hawashughulishi hawa sana, yani hawawapi kazi nyingi za kufanya. Kwa hiyo mwanamke ana uwezo mkubwa, mwisho wa siku anafanyaje? Anaenda kutafuta sehemu pa kusaidia kutokana na ule uwezo alionao, ndio unawakuta kwenye makanisa, unawakuta kwenye maka. matukio mbalimbali wakiwa mstari wa mbele kwa sababu wameumbwa hivyo, wanapenda kusaidia sana. Sasa swali liko kwako ndugu mtazamaji na msikilizaji, unataka kuingia kwenye mahusiano, unataka kuoa, wewe umebeba nini? Unajua ulichokibeba? una maono gani kabla hujaingia kwenye mahusiano? Hakikisha usiende kumtesa huyo mdada, kwa sababu huyo dada akija kwenye maisha yako atataka tu akusaidie. Sasa anakusaidia kwenye nini, na wewe pia bado hujajua kitu ambacho anapaswa kukusaidia? Kwa hiyo ni vizuri sana, hii ni pointi ya kwanza ya msingi sana, unapaswa kuijibu kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Na kwa upande wa mwanamke, kabla hujamkubali mkaka kuingia kwenye mahusiano akuoe, unapaswa kujibu swali hili hivi wewe binti, una uwezo wa kusaidia aina gani ya mwanaume? Ile mwanamke kuwa msaidizi haimaanishi ametengenezwa kusaidia aina yoyote ya mwanaume, hapana. Kuna aina ya mwanaume unatakiwa ujue kwamba, je nina uwezo wa kumsaidia au huyu sina uwezo nao? Lazima ujiulize haya maswali. Kwa mfano, unatakiwa kujua una uwezo wa kusaidia nani? La, labda mfano unaolewa na daktari, lazima ujibu maswali. Je, una uwezo uwezo huo uko ndani yako? Wakati daktari anaenda hospitali analala huko, we unaweza kukaa nyumbani ukalala peke yako usiku sometimes, inawezekana kama unaona uwezo huo uwe hauna, unatakiwa ah, yani, mimi ninavyoona kwa kweli, hapana, uwezo mimi sina. Unataka kuolewa na mwinjilisti. Mwinjilisti ni mtu wa safari, leo yuko hapa, kesho yuko hapa. Una uwezo wa kustahimili kubaki peke yako? Huo uwe uwezo uko ndani yako. Kabla hujasema ndio, unatakiwa ujipime, ujiulize, mimi nimekuwa designed kusaidia aina gani ya mwanamke? Ukiweza kujibu swali hili, basi sasa wewe uko katika mazingira mazuri e, umekaa ume, ume sasa katika nafasi nzuri, tunasema kwamba huyu mtu anaweza kuingia kwenye mahusiano sasa ya ndoa, tayari unakuwa umekomaa. Kwa hiyo ni pointi ya kwanza ya muhimu sana, unatakiwa kuijibu kabla ya kusogea katika hatua zaidi. Lakini jambo la pili e, ambayo unatakiwa kulifahamu kabla ya kuingia kwenye mahusiano ya uchumba: ni nini cha kuzingatia au ishara gani ambayo unapaswa kuiona kabla ya kuingia kwenye mahusiano? Utakapo na pointi ya pili, utakapohakikisha umejua neno la Mungu kiasi kwamba huwezi kutatanishwa. Soma neno la Mungu Fuatilia mafundisho ya neno la Mungu mpaka haya mafundisho ya neno la Mungu yaanze kukutengenezea kanuni fulani kwenye maisha yako. Na hizi kanuni utakapoanza kuzitengeneza, hakikisha hizo kanuni hauwezi kutatanishwa na kitu chochote, usije kufanya compromise usifanye compromise kwa, kwa namna yoyote ile eh. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua kanuni, unatakiwa kuzijua kanuni zinazozalishwa na neno la Mungu. Kwa hiyo jambo la pili, kaa kwenye neno la Mungu, soma neno la Mungu, lijue neno la Mungu alafu neno la Mungu likuzalishie kanuni ndani yako. Yaani kwa mfano, unasoma neno la Mungu na unaelewa neno la Mungu linakataa habari ya uzinzi neno la Mungu linakataa habari ya uchafu. Kwa hiyo unasoma neno la Mungu, unalijua neno la Mungu alafu linakuzalishia kanuni, unasema kwa kweli, kwa nilivyolielewa neno la Mungu mimi siwezi kufanya uzinzi. Kwa hiyo, kwa hiyo una, una, kanuni hii inazalishwa kutokea kwenye neno la Mungu, unakuwa wewe. Kwa hiyo ni mtu unatembea ndani yako una kanuni za neno la Mungu. Ukishindwa hapa uwe na uhakika ukiingia kwenye mahusiano, kuna vitu vitaharibika na kuna mambo hayawezi kuwa sawa. Kwa hiyo neno la Mungu likusaidie, neno la Mungu likupeleke kwenye likuingiza lenyewe kwenye, kwenye, kwenye, li lenye kwenye mahusiano wewe kutokea kwenye kanuni mbalimbali. Usipojua kanuni, ndugu mpendwa, na kuhakikishia kabisa, ungia kwenye mahusiano leo, kuna vitu utachanganya, kuna vitu vingi utapoteza. Kwa hiyo jambo la pili la msingi sana, lijue neno la Mungu, mjue Mungu mwenyewe ambaye ameelekeza tuingie kwenye mahusiano. Pointi ya tatu, kiashiria namba tatu cha kujulisha kwamba wakati huu sasa unaweza kuingia kwenye mahusiano utakapoona umekomaa kia kiakili. Mahusiano yanadai ukomavu kuliko kawaida. Mahusiano yanadai mtu mwenye kujielewa, anayejifahamu, anayejijua vizuri. Kwa hiyo akili ni ya muhimu sana kwenye mahusiano kuliko unavyoweza kufikiri. Oh, yes. Kwa hiyo usiingie kwenye mahusiano kama akili yako bado haijakomaa. Tunapima level ya ukomavu wako, the level of your maturity, it's very important kujua umekomaa kiasi gani kabla hujaingia kwenye mahusiano. Watu wengi wamekuwa wakiingia kwenye mahusiano hisia zikiwa juu sana kiasi kwamba akili haina nafasi tena. Sasa akili ina nafasi sana, akili ni ya muhimu sana. Sasa kwa mujibu wa neno la Mungu, Tutajuaje kama una akili au umekomaa na unaweza kuingia kwenye mahusiano. Biblia inapima ina, inamweleza mtu kuna viashiria fulani ambavyo vinaweza kujulisha kwamba wewe una, una ukomavu au una akili sasa unaweza kuingia kwenye mahusiano. Kiashiria cha kwanza cha kuangalia kujua kama una akili au una ukomavu unaweza kuingia kwenye mahusiano. Namba moja, uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Mungu anamuelewa mtu aliyekomaa au mtu mwenye akili kama kwa kuangalia kigezo hichi, uwezo wa kukataa mema na mabaya. Ukiwa unaweza kuyapambanua mema na, ukayaka, na, na kujua hili ni jema nifanye, hili ni baya niliache, sipasi kulifanya, Mungu anaelewa kwamba huyu mtu ni smart, huyu mtu anaweza kuingia hata kwenye familia. Sasa kitabu cha Zaburi sura ya hamsini na tatu mstari wa pili hadi wa tatu, maandiko yanasema hivi: toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. No, si angalia Biblia tuzungumza Mungu akiwa mbinguni anaangalia duniani, aone kama kuna mtu yeyote mwenye akili. Alafu anasema nini? Anaangalia vitu viwili: mtu anayejibidisha kwenye kumtafuta Mungu, lakini pia anaangalia mtu mwenye kutenda mema. Anasema wote wamepotoka, wote wameoza. Maana yake eh, haijalishi umri utakao utakaokuwa nao kama huwezi kuchagua kutenda mema kama huwezi kuchagua kuwa mtu wa matendo mema, ukayakataa mabaya, kama huwezi kutokea ndani kumtafuta Mungu, bado wewe pia Mungu anaona kama kuna ukomavu fulani haujawa nao. Kwa hiyo kiashiria cha kwanza, cha pili, Mungu anajua anapimaje kama umekomaa, au sisi tunaweza kujuaje kama una ukomavu wa akili? Kiashiria namba mbili uwezo wa kutatua migogoro kwa utulivu. Ukweli ni kwamba hakuna hakuna mahusiano yasiyo na migogoro hakuna namna unaweza ukaingia kwenye mahusiano kusiwe na changamoto. Changamoto zipo, so namna ya wewe kukabiliana na migogoro, namna unavyotatua ukisikia kuna tukio fulani limetokea, huwa una react kwa namna gani? Reaction yako ikoje? ukiona e, uwezo wako wa kukabiliana na mambo ni mdogo sana, ukipata jambo unahamaki, ukipata jambo unakasirika, una, un... e, kuna mtu mwingine anakasirika anatamani hata achukue kiti apasue kiti, ukiingia kwenye mahusiano utaua binti wa watu eh? utaua kijana wa watu hakikisha unajipima, una kwenye uwezo wako kutatua migogoro. Ni vizuri sana ukawa na stadi namna ya kutatua migogoro, namna ya kuhusiana na watu yanapotokea changamoto, yanapotokea mambo mbalimbali, then ukishaelewa hapo, una uwezo mzuri, unaweza ukaingia kwenye mahusiano. So si tunapima maturity yako kwa kuangalia uwezo wako wa kutatua migogoro. Jambo la tatu linaloweza kutusaidia kujua kwamba huyu mtu sasa amekomaa, ni uwezo wa kudhibiti hisia zako. Uwezo wa kudhibiti hisia zako. Pointi ya juu inaongelea migogoro, lakini pointi inayofuata nazungumzia na hisia eh, mihemko. Wewe unawezaje kujidhibiti? Kitabu cha Tesaloniki wa kwanza sura ya nne mstari wa nne Biblia inasema kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu. Neno langu la ni hili kila mmoja ajue kuuweza kuuweza mwili wake eh? Ujue mwili wako, ujue namna ya kukontrol, ujue namna ya kudhibiti. Sasa mwili hapa actually anazungumzia kuhusu hisia eh? Za kwenye mwili, si issue tu ya mapenzi. Unawezaje kujidhibiti wewe? Hisia zako zikoje wewe? Kama wewe unaweza ku -ku -ku kujizuia, hata kama kwenye ni kwenye masuala ya mapenzi na nini. Unakuta mtu leo ameingia ame kwenye mahusiano, kesho wanataka ku tukawale yaani mpaka unashangaa. Kwa hiyo wewe umeingia kwenye mahusiano kiasi kwamba unachotaka tu ni mihemko, hisia za kimapenzi ziko juu kuliko chochote, unataka kuingia kwenye mahusiano ghafla? Hapana, hatufanyi hivyo hivo. Kwa hakikisha unaweza kujidhibiti una, unaweza kumanage hisia zako, e, hasira, mwili wako kwa ujumla, ujue na uweze kudhibiti kwa ujumla. Ukiweza katika jambo hili basi tunasema huyu mtu amekomaa. Kuna mtu mwingine anafikiri kwamba kulala na wadada kufanya uzinzi pengine eh, ndo inafanya ina, ina, ina hisia zake ziwe, ziwe na utulivu. Yaani kuna mtu as for, as for sex, anasema I don't feel, sijisikii. Hiyo haina maana. Ukiona wewe ni mtu anamema manake hujakomaa, huwezi kumeneji hisia zako. Hisia zako unatakiwa kuzimeneji haijalishi kuna mtu amekupa furaha au hajakupa furaha, haijalishi umepata mdada au hujapata mdada, unatakiwa uweze kuzikontrol hisia zako. Maandiko anasema kila mmoja ajue namna ya kuweza mwili wake. Lakini kiashiria namba nne, kinachoweza kukujulisha kwamba wewe umekomaa na unaweza una, umekomaa una akili, unaweza kuingia kwenye mahusiano ni ku, ku, ku, ku, kuangalia eh, namna ya wewe kukabiliana na hali mbalimbali za maisha namna ya wewe kukabiliana na hali mbalimbali za maisha. Kwenye maisha tunakutana na changamoto nyingi, tunakutana na matukio mengi, tunakutana na mambo mengi sana yanatokea. Unakabiliana nayo vipi haya mambo katika maisha, unaendeaje maisha eh? namna unavyopambana kutafuta fedha, namna unavyopambana kujikimu mwenyewe, namna unavyopambana kukabiliana na mambo mbalimbali, unakabiliana nayo vipi? Vile namna unavyokabiliana inatusaidia kujua wewe umekoma umekomaa au uko katika mazingira gani. Hivyo ni vikonde vya sheria nimekutajia viashiria vinavyoweza kujulisha kwamba wewe una ukomavu ndani yako. Tuendelee na pointi ya nne, pointi ya nne, point ya, nne naweza, ya, ya kujulisha kwamba uko tayari kuingia kwenye mahusiano. Kiashiria namba nne, utakapoona umejichonga kwenye eneo la tabia kiasi cha kuwa na tabia njema. Usiingie kwenye mahusiano kabla ya kujichonga kitabia. Tafiti zinaonyesha mvuto uzuri wa nje una nafasi ya kudumu kwenye ndoa kwa, kwa siku tisini, almost miezi mitatu. Kwa leo akija anakwambia, nakupenda, i love you so much, wewe ndo wangu, sawa, mtaanza safari, lakini ule mvuto, mkiingia kwenye ndoa, ni siku tisini tu, utakuwa umeisha. Kitakachofanya mume wako au mke wako aendelea kukupenda ni tabia zako kwao. Utakuja kugundua kwamba tabia ina nguvu sana kwenye kukusaidia kudumu Kwenye ndoa. Okay, ilikuwa ni jukumu la Mungu kumwagizia Ibrahimu malaika, lakini ilikuwa ni tabia ya ukarimu wa Ibrahimu iliyoamua malaika wakae kwa Ibrahim kwa muda gani? Kwa vile Ibrahimu alivyokuwa mkalimu, alipowaona malaika aliwasiwasiondoke kwake hawajala chakula Pasipokula chakula wale kwanza chakula, afu ndo waondoke. Sasa ule muda wao wa, wa, wa kusubiri chakula wamekaa pale wamekula, manake hawakupaswa uh, kutumia ule muda, lakini kwa sababu ya tabia ya Ibrahim iliamua malaika wakae kwa muda gani? Nachotaka ujue tu ni kwamba hata wewe pia e, unatakiwa kuelewa tabia yako ina nguvu sana kuliko chochote. Usipoweza kuwa na tabia nzuri, huyo mtu atakuja, hata kama ameletwa na Mungu, hatokaa kwenye maisha yako kwa sababu ya tabia. Tabia yako ni ishu ya msingi sana ya kuzingatia kabla hujaingia kwenye mahusiano. Jichonge kwenye tabia kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Lakini jambo lingine kiashiria kingine cha muhimu sana ambacho unapaswa kukizingatia kabla ya kuingia kwenye, kwenye mahusiano ni utakapoona ndani yako kuna amani na msukumo wa kiungu wa kufanya hivyo, utakapoona ndani yako kuna amani na msukumo wa kiungu. Unajua watu wengi wamekuwa wakiingia kwenye mahusiano kwa sababu ya pressure, wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya kuona rafiki ameingia kwenye mahusiano. Mtu anakuwa motivated na mimi, eh, fulani ana mchumba mimi tu peke yangu sina mchumba. Hatuingii kwenye mahusiano kwa sababu kuna mtu mwingine ameingia kwenye mahusiano. Tunaingia kwenye mahusiano kwa sababu ndani kuna utulivu, ndani nina utulivu, ndani nina msukumo, nashawishika nani, na sauti ya ndani inaniambia huu ni wakati sahihi wa kuingia kwenye mahusiano. Na mara zote mtu yoyote anaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya amani na msukumo, kuna maswala yatakuwa na uwezo wa kuyajibu. Kwa mfano, naingia kwenye mahusiano, nitakaa kwenye mahusiano kwa muda gani? Nategemea kuoa ya miaka mingapi baadaye? Haya ni masuala technical. Mtu ambaye anaingia kwenye mahusiano akiwa na malengo atayajibu tu vizuri, lakini ukiona unaingia kwa sababu ya pressure, wakati mwingine hakuna sababu na, ah fulani bwana yupo na mimi tuanze, ngoja tu niingie. So it's very important wewe kujua kwa nini unaingia kwenye mahusiano. Lakini jambo eh, la mwisho nataka nimalizie hapa, kiashiria kingine kitakachokujulisha kwamba ni wakati sasa uingie kwenye, kwenye mahusiano ni utakapoona una uwezo wa kuyagaramia mahusiano. Asikudanganye mtu, mahusiano yanahitaji gharama, na gharama zenyewe ni zifuatazo. Namba moja, gharama ya muda. Unapoingia kwenye mahusiano, lazima uwe tayari kutoa muda wako wa kuwasiliana na huyo mtu. So unaingia kwenye mahusiano, zinapita wiki, mwezi, hamsalimiani eti mnahusiana? Haiwezekani, lazima ulipe gharama. Lakini pia wakati mwingine kuna mambo ya zawadi. Sio vibaya kupeana zawadi kwenye mahusiano, eh, na hapa ni seme watu wengi wamechukua wa zawadi kama one side. Yani ni mwanamke tu ndo anapokea zawadi. Hapana, kwenye mahusiano wote tunatoa zawadi. Mwanaume anatoa lakini pia na mkaka anatoa. Wewe una jukumu la kutoa zawadi kumpa mchumba wako na mchumba wako ana jukumu la kukupa zawadi pia. Kwa hiyo mahusiano yanadai gharama. Kuna zawadi inatakiwa kwa mnunuliana pale, mnapeana. Kwa kama huko na wewe tayari wa kugharamia mahusiano tafadhali, usiingie kwenye mahusiano kwa sababu kuna vitu. Haribika. Lakini jambo la mwisho ni kwamba utakapoona umefikia au umekaribia malengo yako, ni vizuri sana kuingia kwenye ndoa ukiwa umefikia at least robo au robo tatu ya malengo ulionayo. Usiingia kwenye mahusiano wakati huoni kabisa kufikia malengo yako kwa namna yoyote ile. Hasa hii nizungumza, kwa upande wa jinsia ya kiume, ni vizuri sana mwanaume ukajielewa na ukajipata, ukaona malengo yako kuna namna yanaelekea, basi ingia kwenye mahusiano. Kwa mdada, mdada wakati mwingine Eh, malengo yako au maono yako yanafungamanishwa na mume wako. Kwa hiyo ni vizuri sana kuelewa kwamba malengo ni ishu ya msingi sana kabla ya kuanza safari ya mahusiano. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu, amen.